Katika Warum eh, kitabu cha Yeremia na ile sura ya ishirini na tisa paragrafu ya kumi na mbili na kumi na tatu. Yeremia ishirini na tisa paragrafu ya kumi na mbili pamoja na paragrafu ya kumi na tatu, maneno ya Mungu yanasema nanyi mtaniita mtakwenda na kuniomba nami nitawasikiliza. Fungu la kumi na tatu, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Hayo ni maneno ya Mungu yanayozungumza katika maisha yangu na katika maisha yako leo, ikiwa ni siku nyingine ya maombi, tunajumuika kuja mbele za Bwana kwa ajili ya kumtafuta Mungu kupitia maombi, na hivyo tafakari yetu ya maombi imejengwa katika maneno haya niliyoyasoma katika Yeremia sura ya ishirini na tisa fungu la kumi na mbili na kumi na tatu. Basi tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako mwema katika masaa, tunakwenda kutafakari maneno yako ya pekee kupitia tafakari ya maombi. Hebu tusaidie kukujua wewe kupitia maombi na kisha tufanye kuwa watu wa maombi katika safari yetu ya imani kwa jina la Yesu, amen. Neno la Mungu linasema wazi ya kwamba ajenda ya kumtafuta Mungu katika maombi ni ajenda ya kila muumini na kila Mkristo katika ulimwengu huu. Na hivyo wale wote wanaotegemea kupata ulinzi katika maisha ya kiroho ni sharti wawe na muda wa kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Ndiyo maana tafakari yetu inakwenda zaidi ikisema thubutu kudai zaidi kwa njia ya maombi kama ajenda ya wacha Mungu na Wakristo. Ndipo tunaweza tukajiuliza swali, ikiwa Mungu katika neno lake ana, anaweza anadai kwamba aa, nanyi mtanitafuta nanyi mtaniita mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Katika masomo yaliyotangulia tulizungumzia habari ya maombi kwamba imani na maombi vitafanya mambo makubwa, vitafanya kile ambacho hakuna nguvu yoyote duniani inaweza kutenda. Na hivyo Mungu wetu hajataka na wala sio mpango wake ya kwamba sisi tuendelee kuishi gizani pasipokuwa na msaada, na ndiyo maana kupitia maombi tulijifunza ya kwamba tunazungumza na Mungu. Tukajifunza ya kwamba kupitia maombi kupitia maombi Mungu ana ana ana anakuwa ana, ana, ana, tayari kutu, kutusikiliza na, na sisi tuna tunakuwa tuna, tuna, tuna tayari kumsikiliza katika maombi, maana katika ahadi zake anasema tutakapokwenda kuomba mbele zake yeye anasikia na atasikiliza sala tunazoziomba. Sasa tulijifunza ya kwamba katika maombi ajenda kubwa ni sisi kumsikiliza Mungu. Tutakapomsikiliza Mungu, tutajua namna ya kuenenda. Tutakapomsikiliza Mungu, tutajua jinsi ya kufanya, na kwa sababu hiyo, kupitia maombi tunakuwa kiroho, kupitia maombi tunakuwa hai, maana maombi yanahuisha nafsi iliyopondeka, na hatimaye kupata uhusiano unaodumu, uhusiano hai na mkamilifu, kati ya Mkristo na Kristo mwenyewe, na hivyo Mungu anaahidi katika neno lake ya kwamba wale wanaofanya bidii kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi, maombi ya faraga, maombi kama kikundi, maombi kama kikosi, Mungu anaahidi kujibu na kusikia maombi ambayo wale wote wanaojitoa na kujiweka wakfu mikononi mwake, Mungu anaahidi kusikia maombi yao. Sasa neno la Mungu liko wazi ya kwamba ikiwa ajenda kubwa ni sisi kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi, ni kwa namna gani tumejibidisha kuhakikisha ya kwamba tunapata wasaa ambao hauna haraka ili kudumisha uzoefu wa kina na uhusiano wa kina pamoja na Kristo? Ndiyo maana sasa tunapokuja katika uhalisia kwa kuwa ulimwengu wetu na mambo mengi sana. Watu wengi wamegubikwa na shughuli nyingi, inafika wakati wanakosa hata muda wa maombi. Lakini leo nataka nikukumbushe mwombaji mmoja mashuhuri, ambaye pamoja na majukumu aliyokuwa nayo bado alikuwa na wasaa wa maombi, na huyu si mwingine, ni Yesu mwenyewe. Pamoja na shughuli nyingi alizokuwa nazo, bado alitenga muda wa maombi. Sasa ikiwa yeye Yesu alikuwa na shughuli nyingi, alikuwa na muda wa maombi, habari gani mimi na wewe leo? Andipo maneno haya nasoma katika kitabu cha Thubutu Kudai Zaidi, ukurasa uh, ule wa thelathini na saba, anaandika, anasema nikiwazungumzia watu hodari wa maombi, sidhani uh, sidhani uh, tuna tuna mfano bora zaidi kuliko bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haikuwa rahisi kwa namna yoyote kwa Yesu kuondoka kwenda kuomba kama isivyokuwa rahisi kwetu leo. Hakuna maisha aliyowahi kuzongwa hakuna maisha aliyowahi kuzongwa sana kwa shughuli na wajibu kama yalivyokuwa yale ya Yesu. Hata hivyo, mara nyingi kiasi gani alikuwa katika maombi? Ni kiasi gani ushirika wake pamoja na Mungu ulikuwa wa daima? Tena na tena katika historia ya maisha yake duniani kuna rekodi kama hizi: hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa hapo na watu, akaomba huko. Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi, wamsikilize na kuponywa magonjwa yao, lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Ikawa siku zila, aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu Marko kwa sura ya kwanza fungu la 35, Luka sura ya 5 tano fungu la kumi na tano pamoja na Luka sura ya kumi na sita na fungu la 16 pamoja na Luka sita ile fungu la kumi na mbili. Kwa hiyo mafungu haya na maneno haya yanatuonyesha dhahiri ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe akiwa ni mtu wa maombi akiwa ni mtu wa shughuli nyingi lakini bado alitenga muda kwa ajili ya kumtafuta Mungu kupitia maombi ndiyo mfano tunaopewa ya kwamba pendwa unayesafiri katika maisha ya imani usiruhusu shughuli nyingi. Ndiyo, tumeitwa kufanya kazi kwa bidii na juhudi, lakini pamoja na hayo, wakati mwingine tunaona magari na maeneo mbalimbali hata maeneo mengine mbalimbali ya kazi, watu wanaandika sala na kazi, maombi na kazi, maombi na kazi. Ndivyo ilivyo, hatusemi ya kwamba tutabaki tu kuomba bila kufanya kazi, la hasha tunadumu kuomba huku tukidumu kufanya kazi zetu kwa bidii. Na hivyo, hupaswi kuruhusu majukumu yako ya kila siku, masumbufu yako ya kila siku yachukue nafasi hadi nafasi ya maombi, yachukue muda hadi muda wa maombi. Ndiyo maana tunahitaji uzoefu wa kina pamoja na Kristo ili kudumisha hali zetu za kiroho. Na hivyo, hatupaswi kuruhusu magumu na changamoto na masumbufu ya maisha haya yapelekee kutufanya tukose uhusiano wetu na Mungu. Tunafanya kazi kwa bidii, wakati huo huo tukiwa na muda wa maombi, muda binafsi na Mungu, muda wa pamoja katika familia, kama kanisa na kadhalika. Na hivyo hatupasi kuruhusu jambo lolote kututenga na uhusiano wetu na Mungu kwa vigezo vya mambo mbalimbali. Yesu mwenyewe akiwa mfano, alikuwa na shughuli nyingi sana, lakini bado alijibidisha katika maombi pamoja na Mungu wa mbinguni. Tunaweza kutingwa shughuli tunaweza kutingwa shughuli sana sana na shughuli, lakini huo sio udhuru wa kukosa muda makini kila siku pamoja na Mungu. hatuna shughuli nyingi kuliko Yesu na kamwe haitakuwa hivyo. Yesu alikuwa na shughuli nyingi kiasi kwamba mara nyingi hata hakuwa na muda wa kula. Kadiri alivyoshughulikia kadiri aliposhughulikia mahitaji ya wale waliokuwa wakizonga pande zote. Hata hivyo, mara nyingi ilikuwa katika nyakati hizi za shughuli nyingi zaidi ambapo alitumia vipindi vya usiku katika maombi. Kama matokeo ya muda wake pamoja na Mungu, alirejea kazini kwake akiwa ameburudisha ameburudisha ameburu, ameburudisha upya na kuimarishwa. Tuna mambo mengi ya kujifunza kutokana na mfano wake na hivyo basi, imani ndogo tulionao katika ufanisi na nguvu halisi ya maombi ya uchungu kuoneshwa na muda kidogo tunayoyapatia katika maisha yetu ya kila siku. Kama tungeelewa hasa karama ambayo Mungu ametupatia katika miadi ya kiungu ya maombi, kamwe tusingeendelea tena kulazimisha maombi kwenye ratiba zetu. Tungekuwa tukitafuta kupangilia ratiba zetu ziendane na maombi tungekuwa tunaomba nyakati zote na siku zote, na kila uamuzi linaloibuka badala ya kuumiza akili zetu zilizochoka tungeenda mara moja kwenye maombi. Na hivyo sisi kama Wakristo, wewe kama Mkristo unayenisikiliza, mcha Mungu ambaye unatamani kudumisha uhusiano wako na Mungu, ni sharti tuwe watu wa maombi. Ni sharti tuwe watu wa kusoma neno la Mungu, ikiwa tunahitaji hekima na ushindi katika maisha ya kiroho. Maombi yanapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu kile inapoitwa leo, na hivyo hatupaswi kukosa maombi kwa sababu ya chochote kile. Na hivyo ni heri ukose chochote hicho unachokitafuta, lakini usikose maombi. Maana maombi ni pumzi ya roho, maombi ni pumzi ya nafsi. Maombi yanamwinua mwombaji na kumwelekea Mungu mahali alipo, lakini maombi yanatulinda dhidi ya majaribu. Na kwa sababu hivyo, nguvu ya maombi, nguvu ya maombi, nguvu kutoka mbinguni itamshukia yule anayeomba haishuki kama muujiza kwa wasioomba, isipokuwa wale wanaojibidisha kutafuta uhusiano wao na Mungu, wataimarishwa kiroho kwa kuwa wamechagua kudumisha uhusiano wao na Mungu kupitia maombi. Na hivyo tunaitwa kuthubutu kudai zaidi kwa njia ya maombi, kwa kuruhusu shughuli zetu kufanyika kwa ratiba ndani yake, ukiwemo wakati na wasaa wa maombi maombi binafsi, maombi kama kikundi, maombi kama kanisa, maombi kama familia. Na mkristo wa namna hiyo, huyo ndiye anayestawi na kusafiri kikamilifu katika maisha yake ya imani. Na hivyo hakuna sababu yoyote, hakuna udhuru wowote wa kukufanya ukose maombi. Hakikisha unapata maombi pamoja na Mungu wako, na Mungu atakutia nguvu. Hakika Bwana atasikia na kujibu maombi ya watendakazi wake ikiwa watamtafuta kwa ajili ya ushauri na mafundisho. Kitabu cha Evangelism ukurasa 399 na kile kitabu cha Prayers ukurasa 34 paragraph ya pili, maneno hayo yanasema, Mungu sikia maombi ya wote wanaomtafuta katika kweli. Ana nguvu ambayo sisi sote tunahitaji anajaza moyo kwa upendo na furaha na amani na utakatifu. Shuhuda kwa Kanisa gombo la tisa ukurasa wa mia sitini na tisa na kitabu kile cha Prayers cha maombi ukurasa wa 34 na ile paragrafu ya tatu, na hivyo Ndugu yangu mpendwa, huna sababu ya kukosa maombi, huna sababu yoyote ya kukosa maombi binafsi na Mungu wako, huna sababu ya kukosa maombi pamoja na familia yako, huna sababu ya kukosa maombi kila unapopita. Tambua ya kwamba Yesu pamoja na shughuli nyingi alijibidisha katika kuomba. Vivyo hivyo, mimi na wewe tunaitwa ili kudumu katika kuomba kila itwapo leo. Asubuhi maombi, Jioni maombi. Kila tunapopita kila hatua, tunapaswa kumtanguliza Mungu kwa njia ya maombi, na Mungu atatubariki. Mungu awe pamoja nawe, Mungu awe pamoja nami, Mungu awe pamoja nasi, tunapochagua kutenga muda na kuthubutu zaidi kutafuta ahadi zake kupitia maombi. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu, Bwana akuimarishe kwa jina lake Yesu, amen. Tuombe. Baba mbinguni, jina lako litukuzwe. Kweli ya kwamba tumekuwa na shughuli nyingi sana kiasi cha kukosa uzoefu wa kina pamoja na wewe, lakini neno lako linatukumbusha ya, ya kwamba tunapaswa kuthubutu zaidi kukutafuta kwa njia ya maombi, maana ajenda ya shetani ni kuwafanya watu wasiwe na muda wa kina, muda wa kutengeneza uhusiano wao pamoja na wewe, na hivyo anawashughulisha katika shughuli nyingi, ili ya kwamba waendelee kubaki gizani, wakitafuta na kupambana na masumbufu ya dunia hii. Lakini tumejifunza kwako ya kwamba wewe ukiwa mfano mzuri ambaye ulikuwa na shughuli nyingi, pande zote umezungukwa na wahitaji, lakini bado ulitenga muda kwa ajili ya maombi, na hasa wasaa usiku ukilia mbele za Baba yako, nasi pia katika wakati huu, pamoja na kugubikwa shughuli nyingi, ambapo hatujafikia wewe ulivyokuwa, Mungu tunakuomba tusaidie, kupitia Yesu Kristo tuweze kuwa na maombi, tutenge muda wa maombi pamoja na shughuli zetu mbalimbali mbali, tuwezeshe kuzifanya kwa juhudi na bidii na maarifa, lakini ndani yake tukiwa tumejenga na kutenga wasaa wa maombi kutafuta uzoefu wa kina kati yetu na wewe, na hapo ndipo tutapata nguvu za kiroho na kuimarisha kiroho. Jina lako litukuzwe, Baba wa mbinguni, maana wewe ni mwema na mwaminifu na tena na kuzidi, kwa jina lake Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Tuwe na siku njema ya maombi, tudumu kuombeana. Hakika usiporuhusu maombi yatawale shughuli zako nyingi. Shughuli ulizo nazo nyingi zitaondoa muda wa maombi. Na hivyo usiruhusu shughuli nyingi ziingilie muda wako na Mungu. Na Bwana atakubariki. Mungu awe pamoja nawe na kutakia siku njema ya maombi. Tudumu kuombeana. Hakika kuna nguvu katika maombi ya dhati. Bwana awe pamoja na